Wana Hai wanasema habari ya, ya mama Samia, ilikwisha kwisha. Sasa ni kukaribishe uongee na hawa wananchi wanachama, kwa sababu wana kiu ya kusikia sauti yako, viongozi wa chama na serikali wa mila mlioko hapa na mbunge wetu na mbunge kijana mtundu kishapanda kwenye gari, hata sijamwambia sisi. <laughs> mwe sisi mwe. Basi, kwa niaba yenu nimkaribishe kwanza mbunge asalimie hawa watu wa hai, hawa watu wa hai. Mwenezi, ni kuhakikishie walichoniambia kwenye mikutano yote hiyo hawa ni wadeni walio salama. Mama Samia anawadai kura Oktoba, wanaenda kumpa kura zote. Sisi tumekuwa waanga wa siasa za upinzani miaka kumi na tano. Haki ya Mungu nikuhakikishia, tutarudi nyuma tena wenge? Kweli tutarudi nyuma tena. salamu za pongezi na shukrani kwa Mheshimiwa Rais hapa Boma Ng'ombe wakati tunaingia kulikuwa kuna shida amaji, ya maji. Uongo kweli? Leo mambo yakoje? Mheshimiwa Rais katupa bilioni 3.39. Leo maji yanatoka Boma Ng'ombe, lakini bado tuna miradi miwili inaendelea pale Matoo na kule kata ya Bondeni. Hizi ni kazi za Mama Samia na Mheshimiwa Makamu wa Rais alikuja kufungua mradi huu tumesimamia vizuri mradi chenji kabaki, tunaendelea na mradi wa matoo pale na kuambia Mheshimiwa mwenezi hospitali yetu ya wilaya hapo ilikuwa ni gofu, leo hali vipi? Jamani, naondoka hai nikiamini kata zote zitakwenda Chama cha Mapinduzi, napita hai nikiamini mbunge hapa atatokana na Chama cha Mapinduzi na pita hai nikiamini kwamba kura za Dokta Samia ni za kishindo katika wilaya. Na mimi niseme nisiseme, nilikuwa mkuu wa mkoa, jimbo hili lilikuwa upinzani, ukilinganisha miaka mingi lilipokuwa upinzani na miaka michache ya Chama cha Mapinduzi, kuna maendeleo mengi yamefanyika. Msirudie makosa. Sumu haionjwi, na ukipatika ukatapishwa, usirudie tena kuonja. Wangapi wanakubaliana na mimi? Sisi emu oye! Nimefurahi, mungu awabariki sana asanteni sana